Moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha sana watu wengi ni namna ambavyo familia ya marehemu MC Pilipili, wameweza kumtriti huyu mwanamke au huyu mke wa marehemu MC Pilipili. Unaweza kuona namna ambavyo wamefata mwili wa marehemu MC Pilipili katika hospitali ya rufaa ya Dodoma. Wamempatia kipaumbele kikubwa sana Mena, na wamemuonesha ni kwa namna gani na yeye pia ni mwanafamilia wa familia hiyo ya marehemu MC Pilipili. Wameamua kuonesha upendo wa lile gari ambalo lilikuwa limebeba mwili wa MC Pilipili Pili, ndilo gari hilo hilo wakaamua na Mena aweze kupanda katika hilo gari, limradi tu aweze kuwa karibu na mume wake kwa mara ya mwisho. Namna ambavyo familia imeonesha upendo wake wa dhati, upendo wao wa dhati kwa mke wa marehemu MC Pilipili ni namna ya tofauti sana. Kila mmoja ameibuka na kuonesha hisia zake na kuonesha ni kwa namna gani hii familia ni familia ambayo ina Mungu ndani yake, kwa sababu tunakumbuka na tunafahamu wazi eh, enzi za uhai wa marehemu MC Pilipili alikuwa ni mtu wa Mungu sana, na malengo yake makubwa ilikuwa baadaye ni kuja kuwa mchungaji, na unaweza kuona kwa namna gani familia yao imejawa na hofu ya Mungu kwa kiasi kikubwa sana. Watu wengi sana walitegemea mabaya eh, kwamba mke wa MC Pilipili endapo atakapofika msibani eh, labda kuna mambo mabaya watamfanyia wata, eh, au watamsema vibaya eh, au watamtolea maneno makali lakini imekuwa ni tofauti. Mke wa MC Pilipili amepokelewa vizuri na maisha mengine yakaendelea, na wanaendelea kufuata taratibu za msiba kama kawaida. Ngoja ni kuoneshe comment mbili ambazo zinaonesha baadhi ya wadau, baadhi ya, ya wabongo ambao wameweza kuonesha ni kwa namna gani hii familia imeweza kuonesha upendo wa dhati kwa mke wa marehemu MC Pilipili. Huyu wa kwanza eh, ameweza kucomment katika video ambayo ilikuwa imepostiwa katika katik wa Instagram ikionyesha mke wa marehemu MC Pilipili akiwa pamoja na gari ambalo limebeba mwili wa mume wake kipenzi marehemu MC Pilipili. Baadaye katika comment, wakawa wame comment na kuona kwamba hii familia inayopendwa namna gani, licha ya kwamba maneno mengi yanazuka mitandaoni, lakini wao wameziba masikio yao ili mdare tu kumpisha mwanaharamu apite. Huyu wa kwanza ameweza kucomment na kusema kwamba Familia ya MC Pilipili ina Mungu ndani yake. Wamempa Mena heshima zote anazostahili kama mke. Pole sana Mena, Mungu wetu ni mwaminifu atakuvusha katika hili. Huyu mwingine akasema watu wa mtandaoni tunajifanya tunajua sana maisha ya watu kwamba familia ilikuwa haijui kama Mena e, ni mbaya kwa mumewe. Mbona kama ni mbaya wamempa kipaumbele e, au tuseme wao hawana machungu na ndugu yao kama sisi watu wa mitandaoni? Tupunguze kuwasema watu tusiowajua, tunajitia dhambi za bure tu. Unaweza kuona hao ni baadhi ya wadau ambao wameona upendo wa dhati ambao familia ya marehemu MC Pilipili umeweza kuonyesha eh, kwa mke kipenzi wa marehemu MC Pilipili eh, na kuonesha kwamba ni dada ambaye ameshazaa na kijana wao tayari, yeye ni mwanafamilia, lakini pia ule upendo wa dhati ambao ameweza kuonyesha na kumpa nafasi kubwa eh, ya kuweza kupanda gari moja na mwili wa marehemu, ni heshima kubwa sana ambayo huyu mke ameweza kupatiwa na hawezi kabisa kusahau huu wema ambao familia ya marehemu MC Pilipili umeweza kumfanyia eh, hivi siku ya leo, na kuonesha eh, upendo wao wa dhati kwamba wewe ni mwanafamilia, wewe ni binti yetu, tunakupenda sana na tutaendelea kukupenda eh, hadi hapo mwishoni, kwa sababu tayari una mtoto wetu, una damu yetu. Tunafahamu huyu dada ana mtoto mmoja wa kike ambaye alimpata na marehemu eh, MC Pilipili huenda familia pia ina malengo makubwa ya kumwangalia huyu mtoto, hivyo bado mawasiliano yataendelea kuwepo. Bado huyu dada ataendelea kuwasiliana na ndugu wa MC Pilipili kama kawaida, kutokana na matumizi ya mtoto. Mambo ni mengi sana ambayo yatakuja kuendelea hapo mbeleni, kwa sababu tu ya mtoto ambaye walifanikiwa kumpata katika ndoa yao, na hiyo ndo kitu ambacho kimewafurahisha sana watu wengi, lakini pia kimesababisha mashabiki, lakini pia wadau waweze kuonyesha ni kwa namna gani hii familia imeweza kupata heshima kubwa eh, namna ambavyo wameamua kumtendea huyu binti, basi ni namna ya tofauti sana. Wameweza kuonesha ule upendo wa kimungu ndani yao, wameweza kuonesha ni kwa namna gani wao ni familia ambayo inamcha Mungu kweli kweli. Na marehemu MC Pilipili alikuwa anapenda sana eh, mambo ya kimungu, lakini pia alikuwa anapenda sana ibada. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Toachia maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.